wa polisi mkoa wa Songwe kamishna msaidizi mwandamizi Agustin Msenga. Leo tumepokea magari haya mawili, magari ambayo yatatumika na askari wetu wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe na chini ya usimamizi wa kikosi chetu cha kutunza gasi ya mkoa wa Songwe. Ni magari ambayo yatatusaidia, eh, katika shughuli za kila siku kuendesha kazi zetu. Kwa hiyo nichukue nafasi kabisa kumshukuru afande cf kuwetuwa jeshi la polisi ambu e, kwa jitihada zake mpaka tunaweza kupata vifaa hii, lakini tujue kwamba ni serikali e, ndiyo inayofanya mambo yetu. Kwaio nichukue kwa nafasi ipi ya kumshukuru Mweshimiwa Rais kuendelea kukuona kuongezea vifaa, tumapokea magari mengi na sasa tunapokea vyombo hivi kwaajili ya kutuliza ya. Kwa hiyo nashukuru sisi kwetu kama kamanda wa mkoa ni tawakabizi wenzetu waudae mkuu wa kitengo cha izagasi ya mkoa wa Songwe atakuwa kwake hzi ni kuyatunza na kuwafanyia kazi kwa kadiri ya maelekezo. SSP Gadogosa ni mkuu FFU mkoa wa Songwe. Afande, kamanda mkoa wa Songwe amenikabidhi magari haya kwa ajili ya matumizi, na mimi naahidi magari haya yatatumika kama maelekezo kwa um mm bila kinyume -hmm. na, na, na, na maelekezo hayo kwa ajili ya kuyatumia bila kinyume na matumizi yake.